Sajili biashara yako chap chap ukiwa na Ayapoa. Mamia ya wafanyabiashara wanaitumia Ayapoa kupata urahisi wa kurasimisha biashara zao, lakini hata kuanzisha biashara ya pili. Wote wamenufaika kwa sababu hawakupoteza muda, na Ayapoa inatoa huduma kwa gharama nafuu kabisa. Usihangaike tena wala kutumia muda mrefu katika kupata usajili wa biashara, kupata TIN namba na VAT. Wala usihangaike namna gani utapata risiti za EFD, leseni ya biashara na marejesho ya kodi. Ayapoa, tupo kwa ajili yako. Unahitaji ya benki ya biashara, fika hapa katika ofisi zetu zilizopo Tegeta Nyuki House, jijini Dar es Salaam. Lakini pia unaweza kutupigia simu nambari 0766887770 au 0754091660, tutumie barua pepe kupitia info .com. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya www.ayapoa.com. Ayapoa, tunza zaidi, pata zaidi, imarika.